Mwakilishi wa kike kaunti ya Bungoma Catherine Wambilianga ameelezea masikitiko yake na kulaani vikali tukio la madai ya kubakwa kwa mwanafunzi wa kidato cha tatu katika hospitali moja ya kibinafsi mjini Bungoma. Daktari ambaye ni Melnas ambaye anatakana kuwa anatuchungia wagonjwa kule hospitali na kuwatibu amegeuza hawa wagonjwa kuwa mabibi. Kitendo kama hicho ni kitendo ambacho hakifai, na mtu ambaye ako trained, i think they are trained and they are given all the norms na vile unaweza fanya kazi yake. Kwa sasa, familia ya mwanafunzi huyu inaendelea kusaka haki, ikisisitiza umuhimu wa kufanyika kwa uchunguzi wa kina na wa haki ili kuhakikisha ukweli unafichuliwa. Sisi kama familia tunaomba haki itendeke kwa huyu mtoto, kwa sababu alimdhulumu na ni kweli anaweza kuwa sasa ako na mimba ako na HIV. Sisi tungetaka familia ya Martin wawajibike, wa, wa, wa mtoto wetu apate haki. Mwanafunzi huyo ambaye ana umri wa miaka kumi na minane anaripotiwa kuwa alipitia unyanyasaji akiwa katika mazingira ambayo yalipaswa kuwa salama kwake. nikamuliza ka

katika kesi hiyo nataka haki, junaona hospitali inajaribu kuficha evidence. wa Kenya, kama kuna mtu yeyote ama kama ni waziri, hakika napenda tu, nataka tu amani yangu, haki yangu, mtoto wangu atendewa haki. Kwa upande mwingine, kamanda wa polisi wa eneo la Bungoma Kusini, William Leting, ameonya vikali kuwa yeyote atakayejihusisha na vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wanafunzi atakumbana na hatua kali za kisheria, huku akisisitiza dhamira ya vyombo vya usalama kulinda haki na ustawi wa wanafunzi. Natoa honyo kali sana kwa wengine en ambaye wako na hiyo mtindo wa kufanya vitu kama hizo, kwa maana hii imeendea kwa hii eneo sana, mambo ya kunajisi watoto, hasa watoto wa shule, mimba ya mapema, ya kwamba serikali yako macho na yeyote ambaye atapatikana akifanya kitendo kama hicho atakabiliwa vile vile na mchibua sheria. Nikiripoti ya mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao. Jina langu ni Felix Wanjala.